Unataka kukuza biashara yako? Mkopo wa vikundi kutoka Esbac Microfinance unaweza kuwa njia yako ya mafanikio. Ni rahisi, salama na unaungwa mkono kila hatua. Mkopo wa vikundi ni mkopo unaotolewa kwa kikundi cha watu, kwa kawaida kati ya watu tano hadi kumi. Kila mmoja anapewa mkopo wake, lakini kikundi kizima kinawajibika kuhakikisha kila mmoja analipa. Faida zake ni nyingi. Hakuna dhamana ya mali inayohitajika. Masharti ni nafuu na yanayowezekana. Esbac inatoa mafunzo ya biashara na usimamizi wa fedha. Unajifunza kushirikiana, kuwa mwaminifu na kukuza biashara kwa pamoja. Lakini kumbuka, kushindwa kwa mmoja kulipa kunaathiri kikundi kizima. Hivyo unahitaji uaminifu, mshikamano na nidhamu ya kifedha. Masharti ya mkopo ni rahisi ye. Unahitaji kuwa kwenye kikundi cha watu waaminifu. Malipo yanaweza kufanyika kila wiki au kila mwezi. Muda wa mkopo ni kati ya miezi mitatu hadi sita. Ushauri wetu, tumia mkopo kwa ajili ya biashara au shughuli za kiuchumi, si kwa matumizi ya anasa. Chagua wana kikundi wenye malengo ya maendeleo. Esbac Microfinance ipo kwa ajili yako. Jiunge nasi leo, tuchukue hatua pamoja za mafanikio yako ya kesho.